Kumbuka pia tuko na wadau wetu wa Plascon uh, Plascon Tanzania. Kumbuka jana wameshinda tuzo huko uh, Africa Company of the Year Awards, wameshinda tuzo kampuni bora ya rangi, makofi, ya rangi Tanzania. Kwa makofi yao tafadhali, hongereni sana. Yeah, yeah, yeah, na ndio wadau wetu pia, wabia wetu kwenye kipindi hiki hapa. Kumbuka ukiwa na Plascon una uhakika una uhakika, kumbuka katika kampuni ambao unafundisha sana mafundi wao kila mwezi kuhakikisha kwamba kila fundi anajua utaratibu wa upakaji rangi. Kama wewe haujawahi kuambiwa kwamba kuna lea saba, yani kuna ngazi saba au hatua saba za kufanya kupiga rangi, angalau hii ni kuanzia hatua saba, basi inawezekana fundi wako bado hajafunzwa na Plascon. Baada ya plasta ile, baada ya plasta inakuja kitu inaitwa skimming. Skimming inafanya layer ya kwanza, layer ya pili. Baada ya layer pili pale, kuna kitu inaitwa sanding. Sanding inafanyika pale, ah sorry ka, eh, kabla skimming pale, kuna undercoat ile inaitwa alkali resistant special primer prime. Eh, hiyo eh, watu wanaisahau mara nyingi sana, kama nilivyotaka kusahau mimi pale, alkali resistant special primer

Hatua ya tano unaweka undercoat. Undercoat, uh, top coat basi, hizo ni layer saba. Be very very mindful, sio rangi, rangi tu peke yake, vitu vyote vinavyohusiana na rangi, ili idumu, ipendeze na ilinde kuta zako.